Kila mwezi Oktoba ni mwezi ambao unakuza uelewa zaidi kuhusiana na saratani, hasa saratani ya matiti, na kwa hapa Tanzania inaelezwa kuwa asilimia uh, ishirini na tano kati ya wale ambao wanapata changamoto ya masaratani hasa inaangukia katika saratani hii ya matiti. Tupate ufafanuzi wa kina, ni mambo gani hasa ambayo unaweza kuzingatia, lakini nini ambacho pia wataalam wanaeleza katika hili na lengo hasa. Pale ambapo elimu inafanyika, kitu ambacho kinahimizwa ni kufanya uchunguzi wa mara kwa mara na uchunguzi wa mapema ambao unaweza ukasaidia hasa katika matibabu, kwa sababu moja kati ya sababu ambazo zinatajwa Uh, wakati mwingine katika matibabu ni watu kufika wakiwa wamechelewa ama katika hatua ya uh, zaidi hauko mwishoni. Katika kuzungumza hili na kufahamu mengi zaidi, tunaye hapa Dk. Crispin Kahesa ambaye ni mkurugenzi wa huduma za kinga kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road. Karibu sana daktari, asante sana. Karibu sana, daktari asante. Naam pengine, tuanze kwanza kwa uelewa hasa wa lengo la kufanya mwezi wa Oktoba eh, kuwa mwezi wa kujenga uelewa na elimu eh, kuhusu eh, saratani ya matiti eh. Asante sana watazamaji, kama alivyosema Hilda eh, mwezi huu wa Oktoba wa mwezi wa kumi huu ni mwezi mahususi sana katika kujenga uelewa kuhusiana na saratani ya matiti na neno saratani wa wengi tunaona ni neno geni, lakini hili ni neno la Kibantu. Mwanzoni ilikuwa inafahamika kama kansa, watu wengi wanafahamu kama kansa mm. Na kwanza, saratani ningependa tukumbushane, saratani ni nini au kansa ni nini? E, kansa ni ugonjwa ambao moja hauambukizi, lakini pili unatokea pale kwenye kiungo chochote cha mwili pale utaratibu au si inasema ile control au udhibiti wa mwili unapopotea, kwa hiyo chembe chembe hai inakuwa inazaliwa bila mpangilio, kwahiyo inatokea hiyo saratani. Inaweza ikawa ni uvimbe au isiwe ni uvimbe, inategemewa na kiungo gani kinahusika. Na saratani ziko zaidi ya mia mbili, kwa hiyo ya matiti ni miongoni tu mwa hizo saratani. Sasa ukija tujue kwamba kwa nini wameweka mwezi huu wa kumi ukawa mahususi kujenga uelewa mm. Moja, saratani hii kidunia ndio inaongoza kwa kuleta vifo vingi sana, lakini pia kwetu nchi yetu kama Tanzania hii ni ya pili. Kama unavyosema, ukiwa na watu mia moja ishirini na tano wanapata saratani na bahati mbaya haibagui haiangalii jinsia, lakini pia haiangalii umri wala haiangalii uwezo wa fedha. Mtu atashangaa sana nikisema haiangalii jinsia, jinsia. <laughs> hata wanaume nao wanahusika, inkaja kwa kiwango kidogo sana ah. Yeah. kwa kiwango gani mwanaume anaweza kupata saratani ya matiti? Eh, ni swali ambalo wengi tunajiuliza hata imi mwanzoni kabla sijawa daktari ukiniambia mwanaume ana titi <laughs> tulikuwa tunajiuliza, lakini kumbe mm. Eh, sisi wanaume tulikuwa tujui kama tuna matiti. Eh, ni kweli lakini, ukiangalia kifua chako mm. Utaona kabisa kina chuchu kina titi, ah, sio kama tuna vialama tu vivi viwili hapo. Eh, ni kweli, alama ni mtazamo mm. lakini <laughs> siku hizi ndio maana tukiona idadi imeanza kuongezeka mm. Sawa, so, mwanzoni nilikuwa kati ya watu mia moja wagonjwa wote mia moja nakuta mmoja tu ndo mwanaume ambaye anaweza, ana uwezekano wa kupata, lakini sasa hivi imeongezeka sana mm. ni kati ya watu mia moja nakuta watano ni wanaume au kina baba. Ni swala la tujiulize, kwa nini inatokea. Kwanza tukitambua kwamba hii inatokea zaidi kwa kina mama, kumbe inahusiana sana na vichocheo vya mwili, vichocheo yeah. vya mwili vinasababisha vinaongeza uwezekano mkubwa wa kupata saratani. Mm. Na tabia zote ambazo zinaweza kuvuruga vichocheo vya mwili, ni rahisi sana kupata saratani ya titi. Kwa hiyo hata kina baba sasa hivi, mfano ukiona watu wenye unene mkubwa, uzito mkubwa, unakuta hata matiti yao nayo yanakuwa ni makubwa. Yeah. Kama mm. ya kina mama hayafikii mm. lakini yanakuwa ni makubwa kuliko kawaida, kuliko kawaida. Kuliko kawaida. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa unajua uh, hapo kidogo daktari, mm -hmm. nimepata nimepata shauku ya kujua vitu vingi. Kwa hiyo wewe katika uzoefu wako umewahi kukutana na uh, wanaume yani wagonjwa wa wanaume hapa Tanzania ambao wana saratani ya matiti, eh? nimekutana nao, tunao, na bado sasa hivi wapo mm -hmm. okay. bahati mbaya wengi wanakuja hatua ambao ugonjwa umefika hatua za juu, wanachelewa, na hiyo ni kwa sababu ya ile dhana ya kujinyanyapaa mm. Yaani kunakuwa na stigma stigma. Okay, mwanaume unajua kusema kama ambavyo tunaulizana mm. kwa sababu na mimi titi langu lina uvimbe, inakuwa ni changamoto mm. Okay, kwa hiyo tunao wagonjwa na kwa wanaume, bahati mbaya matokeo yake anakuwa sio mazuri, inahusiana sana na vifo mm. Mm. kwa sababu kina mama ni rahisi kujitokeza, lakini kina baba wanachelewa sana. Kwa hiyo inahitaji sasa uelewa uwe mkubwa kwamba sasa hili sio jambo la wanawake peke yao. Ndo maana tunaendelea kwamba kila wakati tunakumbushana na tunapana wajue kwamba huu sio ugonjwa wa kinamama, huu ni ugonjwa wa watu wote, lakini ambao unaathiri zaidi ya kinamama. Kinamama ndo waathirika wakubwa sana na katika visababishi sasa, mtu anaweza akajiuliza nini ambacho kinaweza ama vinaweza vikawa uh, vyanzo vya kusababisha hili? E, nashukuru sana. Ukiangalia saratani nyingi, kwanza kisababishi ni zaidi ya kimoja hmm. E, ni mjumuisho, lakini ni vibaya sana kuwaambia watu kwamba cha kwanza. Mi nawaambia vitu hatarishi au sababu hatarishi ni umri Saratani za matiti haimkuti mtoto mdogo. Tukizungumzia mtoto yani, chini ya miaka kumi na sita, huwezi kukuta mtu ana saratani ya matiti kwa hiyo mm, kumbe umri unavyoongezeka una nao, inaonyesha kwamba ni tabia hatarishi. Ya pili ni jinsia mm -hmm. Kuwa mama una hatari mara kumi zaidi kuliko baba, maanaake wanaoathirika wengi ni kina mama. Lakini cha tatu inaendana na tabia, mfumo mbaya wa maisha ambao unaweza kapelekea kupata unene uliokithiri. Lakini matumizi ya vihatarishi ikiwepo unywaji wa pombe kwa kiwango kikubwa. Lakini pili, sababu nyingine ni matumizi ya tumbaku imeonekana lakini kuna wachache sana kwa bahati mbaya inahusiana na kurithi kwenye familia. asilimia tano ya wagonjwa wote wana historia kuwa na huo ugonjwa kwenye familia au ndugu wa karibu. Yeah. mm. mm. Kuna kurithi pia vilevile vile. E, lakini tusisahau kwamba sisi tunahamasisha kina mama mm. kwamba wanyonyeshe watoto wao. Okay. Kina mama wale ambao hawana hulka ya kunyonyesha edha kwa kutumia dawa au kuna wengine ni kwa bahati mbaya tu mm, kwa mazingira ya kazi hanyonyeshi au akupata mtoto, hatari yao inaongezeka mara kumi zaidi kuliko yule mama ambaye ananyonyesha. Uh, mbali na kunyonyesha watoto uh, inaelezwa kwamba pia akina mama wakitunyonyesha sisi akina baba inasaidia pia kupunguza uwezekano wa kupata saratani hii. Ni kweli daktari? Yeah, ni kweli Ukiangalia, si tunasema kuna fikra za kinadharia mm. E, lakini si kidaktari tunasema haina mahusiano moja kwa moja mm. Imeonekana kwamba tendo la kunyonyesha tu kwa mama mm. linaweza kusaidia kuweka uwiano mzuri wa vichecheo moja mm. Unajua, mama akinyonyesha, kama ukiangalia zaidi, anakuwa kwenye si nasema kwenye mudi oh, yeah. mm. ya kurelax yani, ndio mama mwingine hata anasinzia, na lakini, pili, swala la kunyonyesha linasaidia ku, kubalansi zile vichocheo vyake vya mwili okay? kwa sababu ili ma, maziwa yatoke kwa mama, maana yake mm. lazima kuna vichocheo vya mwili yani hormones ndo zinapelekea. Lakini cha tatu, tunafikiria kwamba mnyonyeshaji wa mama licha ya kupunguza stress lakini unamfanya baba anaweza hata akagundua mapema. mm. si tunashangaa wakati mwingine anakuja mgonjwa mm. au mama namleta, baba anamleta mke wake, baba hajui uvimbe uko kwenye hivi, kweli hata mwenzako kuweza kumwangalia? yeah. kwa hiyo kwa kima, ma, kwa dhana hiyo imeonekana wale wengi ambao wana mahusiano mazuri ndio wanaweza wakagundua mapema hmm. sana kwa mwonekano, lakini pia hata kugundua kwa hisia kabisa. Kwa hiyo hmm. shime, kina baba wafanye jukumu lao vizuri. Sisi tunasema, ndo maana siku hizi hata ukiangalia kwenye kliniki zetu tunaziita ni kliniki za faraja wellness kliniki ya yeah. Yeah, mama na baba waje pamoja. Daktari, nafikiri hmm. tumekuelewa vizuri kwa upande huo tuna umetuambia hapa kuhusiana na uh, watu kufika katika hatua ambayo wanakuwa kama wamechelewa, mnashauri hasa katika uh, uchunguzi ufanyike kila baada ya muda gani? mi mm, ningependa kuwaambia watazamaji wetu wa Azam mm, kwamba tutambue kwanza, saratani inaweza ikazuilika. mm-hmm. na uchunguzi wa mapema au wa awali unaweza kuokoa maisha yetu Swa. Sasa, je, ni kipindi gani tuweze kufanya uchunguzi cha kwanza? Mama yoyote au mtu yoyote ukishafika umri wa kuanzia miaka ishirini na tano unawajibika kufanya uchunguzi, na uchunguzi unaanzia mtu mwenyewe binafsi, kwamba uanze kujenga kutambua mwili wako yeah. kwa mwonekano lakini kwa kujigusa kujipapasa mm -hmm ila pili, ujenge tabia ya kwenda kwenye vituo vya afya kutumia fursa ambazo zilizopo wataalamu waweze kukuchunguza mm. kwa hiyo alau umri unavyokuwa ni mdogo, miaka ishirini na tano mpaka miaka hamsini hapo katikati hapo ufanye alau kila baada ya miaka mitatu. Yeah. ila umri unapozidi kwenda, kuanzia miaka hamsini na kuendelea mm, tunashauri ufanye uchunguzi kila baada ya mwaka mmoja. Na na mnasema uchunguzi unaweza kusaidia kubaini uvimbe. Na uvimbe mara nyingi huwa unakuwa upande gani wa titi, daktari? Eh, ukiliangalia titi kwanza mm. haijalishi titi la kushoto au kulia, lakini walio wengi sana mm. wanapata saratani kwenye titi la kushoto. Sababu hasa nini za kitaalamu? Mm. Eh, tunajaribu kuangalia nadharia. Okay. Mm. Okay. Watu wengi kitafiti imeonekana kwamba kwenye ubongo wetu, ubongo wa kulia ndio una ukiona unaathirika una, sehemu ya kushoto maanake, ubongo una, una pande mbili mm. kushoto na kulia mm. eh, kwa hiyo imeonekana ubongo wa kulia ndio wenyewe una si unasema una dominate, ndo unamiliki matukio mengi sana ya mwili mm. kwa hiyo inawezekana hata vichocheo vyetu vya mwili kwamba ubongo wa kulia ukipata changamoto labda unaleta athari upande huu. inakwenda ina, ina, ina yeah, upande ina, upande ina, kama na na si tunasema inaenda imecross. Ulikuwa unaelezea kuhusiana na jinsi ya kubaini, yani uvimbe unakuwa sehemu gani ya titi yeah. Kwanza inatakiwa uangalie maonekano okay. Eh, mara nyingi titi letu la mama ni kama ngozi nyingine inakuwa ni ngozi ambayo ni laini, ina mwonekano, lakini ukiona ngozi inaanza kubadilika, inakuwa kama ganda la chungwa, mm. Hizo ni dalili, miongoni mwa dalili. Lakini pili, mama anaweza kagundua kwamba upande mmoja wa kifua chake au kwenye titi anaona kama uzito manake, mm. Hiyo si hali ya kawaida, ila pale unapochukua chuchu yako ukikanda, ukiibonyeza inatoka uchafu wenye majimaji, unaweza ukawa na damu mm. au ukawa na maji ambayo yana harufu mm. ni miongoni mwa dalili, lakini ukiona chochote ambacho si cha kawaida kwa kubonyeza, unabidi uchukue hatua. yeah. mm. Usijali una maumivu au hauna maumivu. Kwa hiyo lazima uone uvimbe, unajua uvimbe. yeah. mara nyingi naambia watu, kwa titi lilivyo, si rahisi kuona Okay. Yeah. Ni rahisi kuuhisi kwa kuugusa, unaweza ukawa hujafil kama kuna uvimbe Ndiyo. Lakini kuna hivyo vitu ulivyovitaja ni kweli, kwa sababu inategemea na ukubwa wa uvimbe yeah. Yeah. uvimbe kama ni mdogo sana mm. unaweza usiugundue, usi ndio maana tunaenda kwenye vipimo ambavyo, utafanya vipimo vya picha za xray au ultrasound mm. kuweza Kukuza na kugundua uvimbe. Na hivyo viashiria ulivyovitaja, daktari, manake ni katika zile hatua za awali, sio? Hapana hmm. Hatua za awali huwezi kujihisi wala kugundua. okay. Pale tunapohamasisha jamii wafika kwenye vituo vya afya kufanya uchunguzi hmm. ni kwa wale ambao hawana hizi dalili. Ukiona umeona hizi dalili, maanayake ugonjwa umeanza k mara nyingi ni hatua ya kwanzia ya tatu. Na katika saratani wanasemaga kuna hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya kama sikosehii tupe utofauti katika hatua hizi, sio ya nne ziko tano na kifo naosihatua kifo ni. Kwa hiyo kuna hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, hatua hizi yeah. so, <laughs> <laughs> zimewekwa kwa kuzingatia vitu vitatu. mm -hmm. Moja, uwepo wa uvimbe, pili, kuhusisha mitoki. Yani mitoki, nafikiri mmewahi ukajikwaa kidole, ukavimba, ukapata mtoki au. Kwa hiyo ku, kuna mitoki sinaita lymph nodes. Oh, yeah. Ina vimba kwa hiyo ni mitoki, kwa hiyo uvimbe mm -hmm. kuwepo mtoki, ya tatu kusambaa saratani na sifa tatu. Ya kwanza, unaweza ukawa na uvimbe unabaki pale pale kwenye eneo husika hmm. na ni mdogo, hujauona au hujaugusa. Kwa darubini unaweza ka ugundua maake labda, una sentimita labda mbili, huwezi kuugusa, sababu inategemea na umri wako hmm. kama titi lina lina nyama kubwa hmm. na uvimbe huko chini sana, huwezi kuugusa. Lakini unakuta mtu ana uvimbe huo unaugusa lakini umesambaa, naona kwenye maeneo ya kwapa. Ndio maana tunashauri sana watu wengi, kila wakati inabidi tujiguse kwenye kwapa mm, tuangalie, isijalishe kwamba una maumivu mm, lakini ukiona kwapa lako lina uvimbe mm, ni changamoto cha tatu. Inaweza ikatoka saratani hapa ilipo kwenye eneo la kifua mm, ikaenda sehemu nyingine kwenye mapafu au au ikaenda kwenye mifupa au ikaenda kwenye ini au hiyo hiyo ya matiti ya matiti mm. Watu wengi tunawaambia saratani ya matiti, wanafikiria kwa nini usingeliondoa tu pale mm. Kumbe zile chembechembe zina tabia ya kusambaa mm. Kusafiri edha kwa njia ya damu au zikasafiri kwa kukua tu yes. Kwa hiyo ukisema zile hatua, inategemea hatua ya kwanza, uvimbe huko palepale haujaenda hata kwenye mtoki ya pili, lakini hatua ya tatu na ya nne, maana yake umeenda kwenye mitoki na umeenda zaidi ya kiungo kile titi mm. Unakuta umeenda kwenye ini mm. na katika matibabu sasa, hapo umegusia, kuna hiyo inafika hatua uh, na kwanza, ya kwanza ya pili ya tatu. Sasa katika hizo hatua kabla hujaendelea, daktari, ni hatua okay. ipi sasa ambayo, eh, ukiwahi uki, katika hizo hatua ambayo ukiwahi unaweza ukapona kwanza hmm ile hatua ya kwanza kabla hujaanza kufikia hivi sawa. mm -hmm. E, kuna mabadiliko ya awali kabla hujaanza kuingia kwenye saratani. mm -hmm. ambayo ambapo tunahamasisha jamii ifanye uchunguzi e, ambao sisi wote hapa kati yetu ndio tuko kwenye hatua hiyo. mm -hmm. Tuna, kwa muonekano tunafikiria kwamba ni wazima, lakini unaenda kufanya uchunguzi, tunaona kuna mabadiliko ya chembe haya. okay. hiyo ndio hatua ya mwanzo ya uchunguzi, lakini hatua ya kwanza na ya pili inatoa sasa, ni hatua ya kwanza kwa mtu ambaye tayari amepata saratani mm. Okay. inatoa matokeo mazuri sana ya tiba yeah. Ukiona hawa ambao tunasema waanga wa, au mashujaa wa saratani wengi yeah. waligundulika kwenye hatua ya kwanza na ya pili. Okay. ya kwanza na ya pili. Ya kwanza na ya pili, ya tatu na ya nne mm. Changamoto yake ni kwamba ugonjwa unakuwa, hata uvimbe unakuwa ni mkubwa zaidi, huyo okay. ndio pale inahusisha kuondoa titi, lakini kupata na matibabu mengine kwenye maeneo ambayo zimesambaa. Kwa hiyo tiba inakuwa ni, ni kubwa kidogo mm. na si tunasema inakuwa ni aggressive, kwa sababu unadhibiti zaidi ya eneo moja okay. Wengi hawapati matukio mazuri, kwanza ni gharama mm. Lakini inategemea unajua, haya magonjwa unaweza ukawa na saratani ya titi mm -hmm. lakini ukana na tatizo lingine kimwili. Sasa unakuta yeah. Mm. Labda ini lako au mapafu yako yenyewe alishaathirika na vitu vingine. Katika hatua ya kwanza na pili, daktari, ni mtu ambaye ameishi na saratani kwa muda gani? E, walio wengi inategemea unajua kuongeza au ile ugonjwa kusambaa au hatua spidi ya ugonjwa mm -hmm. Inategemea na matum, mambo mengi kwanza aina ya ugonjwa, umri hmm. Na kinga yako ya mwili. Okay. Kwa kuna mwingine anaweza kama ameishi miaka mitano hmm. Iko hatua ya kwanza. Okay. Kuna mwingine mwaka mmoja iko kwenye hatua hiyo kwa sababu oh, unajua yeah. Kila aina ya mwili na inategemeana na mabadiliko jipya. Sasa daktari, na, na ulizungumza hapo kuhusiana na mtindo wa maisha na hapo ukahusianisha na umri kwamba mtoto mdogo awezi kuwa na saratani taa, mtoto mdogo mfano miaka sita, e, miaka hmm. mitano. Indeed. lakini umri unavozidi kwenda ndio e, unavozidi kuongeza uwezekano wa kupata saratani na sasa, manaki, ni wazi kwamba sasa, maanake ni kwamba hiyo mengine ni vitu gani ambavyo watu wakiacha navyo vinaweza vikawaweka katika mazingira ya kutopata e, risk hiyo ya kuwa na saratani Ee, ukiangalia kwenye magonjwa ambayo hayaambukizi hayaambukiziayo, mm-hmm. mm. mengi yanahusishwa na, wanasema kuna kuna neno la Kiswahili linasema ishi uone mengi, yeah. kumbe swala la umri, unavyokaa umri mkubwa, maana yake umekutana na vitu vingi. Kwa hiyo kama mwenendo wa maisha ule hatarishi, nikizungumzia mfano matumizi ya tumbaku kadri umri unavyozidi kwenda, maanake hata tukipima kiwango gani cha tumbaku mikitumia ni kikubwa, au matumizi ya pombe au unene uliokithiri hivyo. yeah. ni vitu hatarishi na kikubwa zaidi, nawaambia watu wote tuangalie nini tunakula. mm. vyakula. Asante sana daktari. Okay. yeah. tunashukuru sana, tunapokamilisha ujumbe wako, kwa sekunde kadhaa, kwa ujumla eh napenda kuendelea kuwaasa watazamaji wetu kwamba sio mwezi huu tu, lakini tujitokeza tujitokeze kuweza kufanya uchunguzi wa awali mm -hmm. na mtu mmoja mmoja ahakikishe anafanya mazoezi, ale matunda zaidi na mboga mboga mm -hmm. ajiepushe na vitu hatarishi, matumizi ya tumbaku na vilevi. Asante sana. Ni Dk. Crispin Kahesa ambaye ni mkurugenzi uh, wa huduma za kinga kutoka taasisi ya saratani Ocean Road, tukizungumza mwezi huu wa kumi, ukiwa ni mwezi wa kujenga uelewa zaidi kuhusiana na saratani ya matiti, na uchunguzi ndio kitu kikubwa ambacho kinahimizwa.